Napenda niwakaribishe katika chaneli yangu hii mpya na, kukua, mpia. Na kwa kuwa chaneli hii ni mpya na wewe unatazama kwa mara ya kwanza, basi ni kuombeni watazamaji wote baada ya kuangalia au kujifunza yaliyopo katika video hii, msisahau kusubscribe hii video kulike, vile vilevile na kukomenti. Leo ningependa tuanze kuangalia kuhusiana na WhatsApp kuweza kudownload vitu bila wewe kuiruhusu, kama audio, picha, video na document, kwa sababu WhatsApp zilizo nyingi ukisha install yenyewe inakuwa na automatic download, unakuta hivyo vitu kisha download inajaza simu ina downloadi video ambazo kuzitaka, picha ambazo kuzitaka, wala document ambazo kuzitaka, wala audio ambazo kuzitaka. Sasa tutaelekezana leo ufanyeje ili WhatsApp yako isidownload au idownload vitu gani ambavyo unavitaka au utakwona download mwenyewe baada ya kuruhusu WhatsApp yako idownload nini. Sasa tuende moja kwa moja tuangalie tufanyeje. Cha kwanza utafungua WhatsApp yako. Utakapofungua whatsapp yako hapa, whatsapp yako ukishafunguka, utakuja moja kwa moja katika vidoti vitatu vinavyoonekana upande wa kulia juu kabisa kule konani. Utabofya hapo katika hivyo vidoti. Ukishabofya hivyo vidoti vitatu, haya uta... maneno yalikuwa yameandikwa hapa, utakwenda katika ile neno ambalo limeandikwa setting. Neno ile hapa ambalo limeandikwa setting utafungua Ukisha fungua utaona hapo kuna jina langu la akaunti, kuna akaunti, kuna chat, notification, data and storage usage, na kuna help, na mwisho kuna invite friend. Utaenda moja kwa moja palipoandikwa data and storage usage, utabofya hapo. Ukisha bofya, patafunguka hivyo usage, media auto downloaded. Hasa sisi tutashughulika moja kwa moja na media auto download hapo media auto download, kipengele cha kwanza wameandika when using mobile data. When using mobile data utabofya hapa. Ukishabofya hapa, unaona mimi katika whatsapp yangu, hivyo vitu vyote hivi nimetoa nime nime tiki. Yani katika foto kulikuwa kuna tiki, audio kuna kunakuwa na tiki, video kunakuwa na tiki na document kunakuwa na tiki. Hizi sehemu zote zikiwa na tiki wewe utakapowasha data tu hivyo vitu vyote vitajidownload vyenyewe. Hasa kitendo cha hivyo vitu vyote vinne kujidownload vyenyewe automatic, kitu cha kwanza zinamaliza MB zako bila sababu za msingi, kwa sababu itakuwa inapakua vitu ambavyo wewe hukukusudia vipakuliwe. Alafu pili itakuwa inajaza simu yako vitu ambavyo wewe huvipendi uvi, kwa sababu katika zisimu zetu waga, tunakuwa tuna makundi mengi sana ya WhatsApp. Hayo makundi yanatu zinatumwa picha, video, audio, sasa itakuwa na download tu wenye automatic. Sasa wee ukishafunga hapa kama ilivyo hivi, ukishakuwa hivi umefunga, maana yake hakuna kitu chochote ambacho WhatsApp ita download bila wewe kuamua. Kwa, kwa mfano kukiwa hivi kukiwa na hizi tiki. hizi tiki tiki zinazoonekana hapa Ukiweka oke okay, maanayake katika WhatsApp yako wewe kila kitakachotumwa kitajipakua automatic. Ukitaka kisijipakue ila wewe ukiruhusu kipakuliwe, utafika kuzitoa hizi tiki zote, utatoa hizi tiki, utabofya, utatoa hizi tiki na hatimaye utaweka alama ya ok. Ukishaweka alama ya oke okay, maanayake umeifanya umefanya WhatsApp yako isipakue kitu chochote mpaka wewe utakapofungua labda kundi fulani, utakapofungua labda message umetumiwa na jamaa yako fulani, ubonyeze download na yenyewe itaanza kujipakua. Kwa hiyo simu yako itakuwa haijai taarifa za ovyo ovyo, kama vile picha, audio na video bila wewe kuiruhusu WhatsApp yako kupakua na MB zako zitakuwa haziishi ovyo ovyo, eh? Natumaini mpaka kufika hapo mmenielewa vizuri. Na somo letu kwa leo liishie hapo, ila nawaomba sana, nawaomba sana chini ya hii kideo kuna neno limeandikwa kwa maandishi mekundu subscribe, bofya hapo na usisahau kubofia alama ya kengele. Vile vile usisahau kulike na kucomment. Mimi naitwa James Mholo. Asanteni kwa kunisikiliza. Bye bye.